Habari gani popote ulipo mtazamaji wa Zoni Media, mimi ni Alfred Karondo wa wengi wananiita kama Mr. Kasuku e, sauti ya mamlaka, na leo tuko na ndugu yetu hapa atajitambusha na tuko kwenye uzinduzi, atazungumzia masuala mazima ya uzinduzi wa t-shirt za Katavi Hip Hop. Ndugu yangu naitwa nani? Ya, kwa majina naitwa Said Hassan Koi, maarufu kama Side Teacher Mujango Kobe anaitwa Side Teacher Mujango Kobe, aya. <laughs> ah, ndugu yangu ah, moja kwa moja tuanze, moja kwa moja ili tusipoteze muda. ah, ndugu yangu, ili wazo la uzinduzi au wazo zima la utengenezaji wa tisheti za Katavi hip hop lilianza lini? Nashukuru okay, kwa swali zuri. Ili swali iwazo ilikuja baada ya kufikira kwamba tuna uhaba wa matamasha mengi ya hip hop mkoa wa Katavi hususani, kwa, kwa vijana kwa sababu ndio tasnia yao ya vijana nikaona ninge na, na, na idea ya kuanzisha tamasha kubwa la hip hop. Lakini kwa nini t-shirt? T-shirt kwa maana ya t-shirt kama kodi au kama vazi waakaa aa, aa, aa, e fulani moja, kama vazi naona lake hip hop naona afu la pili pia ni tukio la, la tamasha linalokuja kwa ana tisheti ili kuweka tension ya utayari na mashabiki na wasanii na wadau wote kuweza kung'aa na kutangaza hip hop kwa ukamilifu zaidi. Uh, wazo ni nzuri. Uh, lakini uh, ishu nzima ya tamasha uh, lengo maalum Yaani lengo au sababu maalum ya kuanzisha ile tamasha ndani ya mkoa Katavi sababu ilikuwa ni nini Tunashukuru kwa sauti kwa nzuri kwanza moja ya mkoa Katavi tuna uhaba wa, matamasha makubwa kama haya Nafikiri ndani ya miaka kumi sasa limetokea tamasha moja tu ambayo inadaliwa mwaka ilikuwa 2015 kwa hiyo tokea hapo mpaka leo miaka kumi, na kitu ambacho kimefanyika kwa mimi kama msanii mimi kama legendary nikaona haiwezekani kutuandalia matamasha au serikali no. Sisi pia tunaweza, kwa mimi kama Side Teacher, nikapata wazo kwamba sasa, kumbe kutokana na hii chachu uhaba wa matamasha, basi Katavi Hip Hop Festival, kwa maana kama sasa kuamsha sasa hali ya mkoa, kutangaza mkoa na kuamsha wasanii wa hip hop sasa, alielala uliojificha pembezoni kote waamke sasa, kwenda kwamba hip hop inasimama, hip hop ni knowledge, hip hop inatamba kama muziki mwingine moja kwa moja sababu ningia na wazo la kuleta tamasha la hip hop kwa maana kwamba moja ni uchache uhaba na matamasha, lakini pia wasanii wangu wa hip hop walikuwa wapata nafasi ya kuweza kuonyesha uwezo wao. Nafikiri hata kama nitakwambia matamasha mengi yakitokea katika mtoto wa Katavi, wasanii wa hip hop wapewe nafasi kubwa naona ya kuweza kupata ku perform. kwa hiyo ni na hiyo idea sasa. Kwa, kwa maana tutakuwa ni wao peke yao tu, hii ni hip hop peke yake k peke pekiao so na muziki mingine mingine so kama nimebeza au nimetenga muziki mingine mingine no, nimeanza kwanza na hip hop kwanza, naona ili wa mashabiki sasa, wadau sponsors na manager waone kwamba Katavi wasanii wapo, Katavi vipaji vipo, ili waone namna kuweza kuwavusha sasa, ili kutangaza mkoa wetu kama mikoa mingine. Lengo maalumu ilikuwa ni ku, ku, ku, ku, kuibua vipaji yeah, na kuonesha Katavi kwamba kuna vipaji, lakini sio hip hop tu ndio eh? Sio hip hop tu, pamoja na mziki wa aina nyingine yeah. Pia siku yeah. yeah. eh? ya tamasha watakuwepo, iko hivi liwazo ili tamasha ni la hip hop peke yake. Kwa hiyo, wasanii wa Bongo Flava, wasanii wa Singeli, wasanii wa Reggae Gospel, tupo nao pamoja, kwa maana hizi harakati, hii ni sanaa, lakini tamasha linahusu wasanii wa hip hop peke yao. Kwa hiyo siku hiyo itakuwa itakuwa ni kodi za hip hop, watu ni cypher, hip hop biti za hip hop na wasanii wata perform hip hop peke yake. Ayina, kwa hiyo haina mchanganyiko wa ladha zingine. Sio kwamba tume ya tuwataki hao wengine, no. Lengo tu tusimamisha hip hop kwanza. E then anaweza kaja anaweza kaja mtu mwingine naye akaja na idea ya Bongo Flava, tamasha la Bongo Flava. Anaweza kaja manager naye akaja na idea ya ya Singeli, tamasha la Singeli. Mwingine akaja na idea ya tamasha la Reggae. Kwa hiyo sisi tumeanza kwanza na tamasha la hip hop peke yake ili kuwapa nafasi kubwa wasanii wa hip hop kuweza kuonesha uwezo wao zaidi. Kwani labda ni lini hilo tamasha litafanyika, lakini uh, kama ulivyosikiliza mpenzi mtazamaji, slogan ambazo zipo so, kwenye tamasha, issue za usafi, usafi sio Katavi tu, ni nchi nzima. Swala la kutunza mazingira sio Katavi tu, unaona. Swala la lishe bora kwa familia sio Katavi tu, na vitu vingine. Kwa hiyo wasapoti wa kwa namna yote atakavyoweza, na sio watu wakubwa tu, atafa biashara dogo dogo E, ndugu zangu wa matoroli, ndugu zangu wa uzamaji, ndugu zangu wa uza machungwa na nini, pia mwenye 100 200 300, mia ngapi namna kusupport, tutatoa namba baadaye, kama tutaruhusu kwa ajili ya namna kuweza kusupport kuchangia hichi kitu ambacho wanachangia. Hata kama umetoa shilingi 100, hii 100 unaipanda ili kesho Damadini, akiwa star, utakao wewe ndio umemwezesha kuweza kufika mbali. Naona na, na wengine wengine wengi tu, wasanii wengi Katavi hapa sio kwa, tunaombea na sisi Katavi tuwe tuwe na angalau kama mikoa mingine, kwamba fulani bana, hii hapa ni hii ni Katavi, hii ni Katavi kwa mpaka leo Katavi, na kwa kwa nini hatuna nembo kubwa? Lakini nembo zipo kwa hii ndio njia ya kuweza kutangaza tuwapate huko ni wa Katavi, tupate sina kubwa Wakatavi kupitia tamasha hili. Kwa hiyo naheshimu heshima, naheshimu chuki media zote Katavi, mkoa wa Katavi, naheshimu heshima, media za online TV na zingine zote, namna ambavyo wana support hii jambo. Zone Media na natokea mwanzo wa tamasha hili tuko nao pamoja, na leo pia tuko nao pamoja, hawachoki, hawalali na media zingine tv zingine ziko online tunazo, na wadau wengine nimwona ndugu yangu pale yupo, namwona. Nashukuru kwa sapoti kubwa ambao wanaifanya. Lengo ni kunyanyua muziki wetu wa Katavi katika namna yote, ili tuweze kutangaza mkoa wa Katavi kama mikoa mingine. Tumechoka kuonekana kwamba Katavi huko kuna wasanii, Katavi huko hatuna akoni wa Katavi. Nadhani umemsikiliza mwenyewe, Side Teacher anakuambia hiyo siku ni siku ya michano tu yeah. E, siku ya biti za michano michano mikavu mikavu, si ndio? Hivyo labda ili tamasha itafanyika lini? Okay, maeneo gani? Sawa, okay. Nzuri, ili tamasha litafanyika hapa hapa Katavi, manispa ya Mpanda, viwanja ni viwanja vya Kashato. Nafikiri wengi tu wakazi wa Katavi wanaelewa ukisema tu viwanja vya Kashato, maarufu viwanja vya Mwenge, yeah. Kesha mwenge watu wanajua kori ni viwanja vya wh msingi Kashato. Itakuwa ni tarehe moja mwezi wa sita 16 napenda kuita 16 kwa maana ya ndio inavyosaundi hivyo, kaman tarehe moja mwezi wa sita siku ya Jumamosi.